Kuchanganya maombi ni hatari, wakati ambapo mtu hajui msingi ambayo anaunganika kuomba nayo imesimamia kwa msimamo ya aina gani, kwa matendo, hata kwa kunena, kwa maana kuna ile msemo ambayo neno la Mungu li Mungu anatunenea akisema, kuna wale ambao wataomba kwa jina lake wakienda mbele za Mungu Mungu hawajui, Mungu atawakataa na kusema hakuwajua. Sasa unakuta kuna ile ambayo inatokea inatokea watu yaani, unakuta kuna wale wanakwanga tu na uwepo, yaani, mtu anaonekana anaonekana anaomba na anaomba na nguvu, hata unakuta anaongea in tongues. Kwanza kuambia hii mambo ya kuunganika na kuongelewa in tongues inatakana ukuwe mwerevu kwa maana, wakati ambapo mtu anaongelea in tanks kuna yale mambo ambayo anataja, kuna yale ambayo mambo ambayo anataja yenye yani haiko kwa msingi ya Mungu, na unakuta watu wana, wanaanza ku watu wanatumia hiyo kitu vibaya sana. Wanainua misingi, wanainua misingi ya ambayo wanaabudu kupitia tanks. Sasa unaweza kuta wakati ambapo mtu anaomba kuna ile kuongea in tanks, kuongea in tanks. Inatakana akwe na uelewa ufafanuzi wa hiyo in tanks. Ufafanuzi wa hiyo in tanks inamaanisha nini? Kwa maana mtu hizi tuongee in tanks hivyo tu, Mungu akikuuliza ulikuwa na- ulikuwa unasema nini, hiyo ujumbe ya in tanks ilikuwa inamaanisha nini, utakuta hakuna hakuna sa. So unakuta mtu anapotea, yaani ni ile tu kama juu mwingine anaongea in tanks tena, unakuta mwingine anaongea in tanks na yeye hajui huyo anaongea kwa nini in tanks. sasa unakuta kuongea in tanks. mtu anaweza ongea in tanks lakini, kwa kuongea in tanks, kuna ile msingi ya Mungu ya kuongea in tanks iko na ufafanuzi. Mtu akiongea in tanks atakueleza hii, tanks inamaanisha mambo fulani, inamaanisha jambo fulani na kuongea in tanks, mtu asipojua anavyoongea in tanks, shetani yeye hutumia mtu mtu kufanya eh, yani kufanya kutaja yale mambo ambayo yeye haelewi anataja nini. Sasa hata ukimuuliza unataja nini in tanks, Hata kujibu kwa maana hiyo uwepo ya kuona kwa undani inamaanisha nini hajui, na unaweza kuta wengine wanafafanua wasiojua wasiojua. Unaona, hizi simu za saizi simu za saizi ni hatari na tena ni mzuri, ni mzuri sana. Unaona, wakati mtu anaongea ukirekodi alafu ya uanze kuleta translation, yaani mtu kutranslate, inaweza leta hiyo translation ambayo mtu anaongea kutranslate. So unakuta wakati wa hiyo mchanganyo ambayo inachanganyika inachanganyika ndani unakuta ile ambayo ilikuwa inamea, kuna ile ambayo inazimisha ile ambayo ilikuwa inasa inasaidia mtu, unakuta inazimisha. Sasa unakuta kuna vitu ambazo ni hatari sana kwa kuchanganya maombi. Inatakana mtu akuwe kwa umoja wa maombi wakati anaelewa msingi ya uwepo, msingi ya uwepo. Kwa hiyo maombi, mtu yoyote anawezaomba lakini, mbele ya Mungu, mbele ya Mungu sio mtu yoyote maombi yake maombi yake inadhihirishwa inadhihirishwa mbinguni. sa so unakuta ni hatari sana ni hatari sana. Na unakuta tena siku hizi kuna mm, mambo tofauti tofauti sana ambayo inatokea, ambayo yaani inatakana mtu aangalie mtu ajichunge mtu achunguze kwa maombi. Kuna ya redio, kuna ya TV, kuna ya simu, kuna ya makanisa, kuna ya unabii, kuna ya mm, hata waganga wanaomba, wachawi wanaomba, watu wengi wanaomba. Sasa popote ambapo maombi inatokea, msingi yayo maombi, wakati ambapo mtu anaunganika nayo, asipojua anaunganika na msingi ya aina gani, ye atafikirianga ako sawa, ye atafikirianga ako complete, ambapo akifungua macho aanze kuona sasa atakuta kuna ile njia yenyea aliacha na anafata nyingine. Alafu tena kuna, unakuta kuna neno, neno la Mungu linafafanua na linafundisha mambo mingi sana. Tuliambiwa na Mwenyezi Mungu, yeye hausiani na waliokufa, yeye hausiani na waliokufa. Sasa unaweza kuta watu wanaishi, watu wanaomba, wako kwa kanisa lakini kuna ile misingi ambayo iko kwa msimamo kwa hiyo kanisa na ndio ambayo inatumika. Aki i wish tu, yani mtu angekaribisha tu Yesu na Mungu, yani Yesu uwepo wa Mungu ukae ndani mwake, yani kwa chochote usiku, yani uunganikange na kuona mambo, lakini si kuingia kwa hiyo mambo. Kuingia kwa hiyo mambo ni kama unaona mambo alafu wewe kesho unatenda hiyo mambo yenyewe, lakini kuona kuona mambo unaona lakini wewe unachukua hapo ambayo unakuta ni njia yani ya wewe kuona naepuka kwa hii yani, ikitokea kwa njia fulani unaepuka nayo. Unaona mambo ya aina mingi sana kwa hii dunia, tuko na macho tunaona ya ndani na ya nje na upofu. Yesu alikuja saa hizi tunaona, alituondolea hiyo upofu, saa hii tuko na nuru ambayo tunapitia ndani yaliyofichika. Kuna mambo unaweza kutana nayo ajabu ajabu lakini unakuta mwingine anapita tu anapita tu . Sasa hii mambo ni mbaya, anapita anapita anapita. Hapana, kuna ile undani ambayo inatakana mtu aelewe, kuna ile msimamo ambayo mtu mtu asipoona awezi jua, mtu asiposikia awezi elewa. Mtu Mungu ako ndani ya mtu na tena Mungu ako kwa uwazi wa nje ya mtu, yaani Mungu huleta uwazi wa nje na tena Mungu huleta uwazi wa ndani. Sasa uwazi wa ndani Mungu anaweza kuonesha kwa uwazi wa nje kwa mambo ya nje, ili uone kuna mambo fulani imejengwa kwa msingi fulani, na hiyo mambo fulani kuing'oa kwa njia kuing'oa kwa njia ambayo unapitia usipoona, utajua unang'oa mambo ya aina gani kwa njia yako. Unakumbuka wakati ambapo Yesu ali, ali, ali, alikuwa kwa meli kwa meli, alafu alikuwa amelala vile, alikuwa amelala hiyo meli ikaanza kufanya kuanguka, ikaanza kufanya kuanguka. Sasa watu wakaanza kuwa na wasiwasi na wasiwasi na wasiwasi, yeye astuki, atingiki, akaanza kuwa na wasiwasi na alikuwa anasikia. Hao watu wakaanza kuwa na wasiwasi na wasiwasi na wasiwasi, hao watu, kwa hiyo wasiwasi weye walikuwa nayo, walienda kwa Yesu, walienda kwa Yesu kumwamsha, walienda na Yesu kumwamsha, ndio sasa Yesu akatenda. Unaona, na inatokea wakati ambapo mambo inatokea, mtu inamstahili aende mbele za Mungu akiona jambo, aende mbele za Mungu, lakini Mungu huwa anaona mambo yote. Na kama ingekuwa kama Yesu hakuamka, Yesu hakuamka na Yesu haku ye aikumtishia ati medi inaenda kuanguka, maji naingia, maji nafanya nini? Yeye aikumtisha, yeye alikuwa ako tu akustopisha tena mpaka vile ali, ali mpaka vile au wafasi ambaye alikuwa nao mpaka vile waliongea na yeye ndio sasa akasimamisha meli ikaanza kwenda sawa. Tena ni kama unakuta mambo mingi iko tunaona, inafanyika, tunaona lakini inafanyika, tunaona ili tuende tuangalie kwa njia zetu tena tuangalie njia zetu ambazo tunaenda kuweka ndani watoto wetu, kwa maana watoto tuyuko karibu na wako mbali na sisi. Tusipoona mambo yengine hatutajua huko penye huko tutawaombea waepuke na nini. Kuna yale ambayo inamstahili mtu ataje mbele ya Mungu ndio sasa Mungu afanye nini afanye. Lakini wakati mtu anachanganisha, anachanganisha maombi unakuta ile ambayo alikuwa amesimama nayo imara ni kama mtu ako kwa njia na akitoka kwa njia akienda kwa nyingine, ameacha hii, ameacha hii, apite hapo tena, sasa yenye iko kwa hiyo njia hata ichukua tena, anapita hii nyingine, unakuta kwa ile ambayo tunaishi ndani. Msingi ya kuomba ni vizuri, mtu aunganike na msingi ambayo uwepo wake yeye anauelewa, ya kuelewa hii msingi iko mbele ya Mungu, unaweza unganika na maombi yoyote ile, lakini ikiwa unaabudu Mungu, unganika na maombi ya msingi ya Mungu. Tena ukuwe na ufahamu, ukigundua jambo lolote kwa hiyo maombi ya msingi tofauti tofauti, inatakana ukuwe mwerevu, kwa maana kwa kila inukayo kutatokea na ile moja ambayo itafichuliwa, ukaweze kuelewa sasa unakuta kwa mambo tofauti tofauti, ni vizuri watu wapate kuelewa, tukuwe kwa msingi ya Mungu, tukuwe kwa uelewa ambayo Mungu alileta katika maisha yetu, tupitie ndani ya zamani za ya Mungu, tutaishi ndani ya, ya sasa ya Mungu, tutaishi ndani kwa ile matendo yetu, tukitii yake. Tunapotii yake, tunatii amri yake na amri ambayo Yesu alikuja kutu.